Kuna uhaba mkubwa sana vyumba vya madarasa, kuna vyumba kumi na vyumba vinavyotakiwa ni ishirini na mbili. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna uhaba wa vyumba vya madarasa kumi na moja. Unaweza kaimagine. watoto wanakaliana, wengine wanakaa wana mpaka kwenye ubao wa mwalimu anafundisha, wako kwenye miguu yake. Sasa hivi challenge hii imeongezeka mwaka huu. Tumefika hapa asubuhi kuangalia uandikishaji. Watoto walioandikishwa mpaka sasa hivi wachekechea 170. Wengine kama 150 wamebaki, wataenda wapi? darasa la kwanza wameandikishwa mia mbili na wengine bado wa mitaani wapo, wataenda wapi? Changamoto nyingine madawati hayatoshi, lakini pia madarasa nayo tuna uhaba kiasi kikubwa. Kwa mfano vyooni kule tulikuwa tuna watoto elfu mbili na vyoo matundu yako kumi na mbili ambayo saba wasichana, matano wavulana. Sasa watoto elfu mbili ukiwaambia wao wafanye usafi vyooni Kiukweli tutakuwa tunaeneza jambo lingine. Na shule zingine, kuna shule kama mbili ambazo wameshawaambia watoto kwamba, wazazi kwamba hawataandikisha watoto wengine, hiyo ni kutokana na uhaba wa vyumba na uhaba wa madawati. Kwa hiyo tumejaribu kuwasiliana nao, tukaona tutafute mbadala, kwa sababu hatutaki mtoto yeyote abakie nyumbani. Watoto wote wote kabisa kwa wingi wao waandikishwe.